Maelfu ya wakazi jijini Nairobi wanaoishi katika nyumba zinazomilikiwa na, na serikali ya kaunti ya Nairobi wanaishi kwa hofu kufuatia hatua ya serikali ya kaunti kuanza kuwafurusha wale wanaodai wana madeni ya kodi. na mzoezi hilo ambalo limefanyika katika mitaa ya Jamhuri, Kariokor na Woodley limezua tetesi kutoka kwa wakazi ambao sasa wanataka mazungumzo na gavana Johnson Sakaja ili kupata suluhu, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Mtaa wa Kariokor jijini Nairobi, mojawapo ya mitaa iliyoko chini ya serikali ya kaunti. Baadhi ya wapangaji walioishi katika mtaa huu kwa zaidi ya miaka 50 sasa wana hofu, uoga wao ukitokana na matukio ya siku ya Alhamisi <coughs> wakati ambapo maafisa wa kaunti walifika na kuanza kuwafurusha wapangaji wasiolipa kodi za nyumba. Walikuja, Thursday ndio wameamka. Wamekuja na presha kwa makeja, wanatoa tu watu kwa makeja, wanatoa vitu zetu kwa makeja, wanatupa nje which pia ni wrong, sababu ukipatiwa notice wanafuatua kuje wafunge na kifuli. Hawafai kuja kuvunja keja yako, ingie ndani watu vitu kwa keja. It is our obligation to pay rent. Yes. But there is also my right when I'm in default. Vile unakuja kunitoa. First you give me adequate notice. Notice. Wakazi hapa waliungana na kusitisha shughuli hiyo na kutaka serikali ya kaunti kutoa nafasi kwa mazungumzo ya namna watakavyolipa madeni hayo. Sakaja akiweza tu na tusikize patiwa tu time, moto wajipange. Yeye mwenyewe anajua, ground ni moto, hata ao watu wanafanya kazi ka njo wanajua si rahisi. Na baada ya kuendesha oparesheni Kariokor Ijumaa kikosi kilitoa mtaa wa Woodley ambako baadhi ya wakazi waliathirika licha ya kuwa na agizo la mahakama kuzuia kuondolewa. Hofu ikiwajaa wanaokodi nyumba za kaunti maeneo ya Ngara. When I Serikali ya kaunti imejitetea na kusema zoezi hilo linalenga kupata shilingi milioni 200 ikiwa ni deni kwa kaunti. Uh, so Madhia aliyedai baadhi ya wapangaji hawajalipa nyumba kwa miaka kumi. Amepuuza hoja kuwa madeni yote yalifutiliwa mbali mwaka 2019 na aliyekuwa gavana Mike Sonko. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.